Nam, amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe mtazamaji waa TV. Hii ni countdown ya Ramadhani pamoja na mfungo wa Aezma. Je, watuhapa sisi wanauelewa kwa kiasi gani juu ya wa Aezma? Tupo na ndugu yetu hapa, tutamuuliza majina yake na atatuambia anauelewa kwa namna gani mwezi wa wezaae, na akipata muuliza, tutampa zawadihabarwaaisi naam, Naam. kuelekea mfungo wa mwezi wa kwa, kwa kiasi gani? Yaani, mfungo wa Kwarezma kwa sasa najiandaa, kwa sababu na mwaka mzima hmm. najua mambo mengi nimeyafanya ambayo sio ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hmm. ni mwezi ambao wa toba. Naam, mashaallah, mashaallah. Hey. Haya, swali langu lipo kama ifuatavyo. Wakati tumefunga, si kujizuilia tu kula na kunywa, ni pamoja na kujizuilia na matendo mabaya na machafu. Unaweza ukatutajia mawili hayo matendo mabaya na machafu? La kwanza. Tendo la kwanza ni kwanza Niyo ni mtu mwenye amani amani, imani, imani, e, mtere... Nataka matendo ambayo ni mabaya ambayo hatutaki kufanya yeah, kwa kuwa tumefunga. Matendo mabaya ni kama vile, kwa mimi mwanaume labda, uzinifu. Mashallah, uzinifu. La pili, wizi wizi. Mashallah. Amepata, amepata, amepata. Director tunaomba zawadi yake ili ikawe ni sababu ya kujiandaa na mfungo wa Kwarezma. Naam, lakini pia eh, amani tunayoiona kama tunavyoona eh, miogo inachomwa mahindi yanachomwa watu wanaendelea kupata vitu kama hivi. Ni amani ambayo imetunzwa, imelindwa na imetetewa. Wewe kama e, kijana ama mzee wetu hapa Mswiswi, unashiriki kwa namna gani kuilinda amani? Yaani kulinda amani ni pale hasa yanapotokea matendo mabaya, au watu wanazungumzia, wamekaa kwenye magenge, wanazungumzia, wanawajadili watu yeah. eh, mambo yasiyofaa ku lazima nishiriki kwa... kwa shauri hey, kama kuwasambaratisha kwa namna fulani, sababu unaweza kumuita like, mtu mmoja kama wapo watatu, na muita bana, moja mbili tatu, bana, ondoka hapa kwa sababu hili na hili, kwa sababu kwa uelewa wangu mimi hey, najua nikimtoa mmoja hey, yale mazungumzo ya kuvuruga amani yanakuwa yanakatika. Mashallah, tunashukuru sana, tunashukuru sana kaka, tuko pamoja jamani, tunashukuru sana naam, mpaka wakati mwingine. Hii ni countdown ya Ramadhani pamoja na mfungo wa Kwarezma wa wa wa naam, sheikh, bila shaka wewe ni Muislamu naam? naam, ee, jina lako naitwa nani? naitwa Ibrahim. kuelekea yu, mwezi mtukufu Ramadhani umejipanga kwa kiasi gani? Alhamdulillah, ah, tumejipanga yani yani huu mwezi yani, kwa amani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, n yani, kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha yani, umwezi kwanza, tupende kwa upendo, ili tupate zile fadhila zipo ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mashallah. Naam, kuelekea mwezi huu tunafahamu kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani yeah, ni nguzo kati ya nguzo za Uislamu. Nguzo hizo zipo takribani tano. Unaweza kutuambia hii ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni yangapi? Hii ni ya mashaallah. Mashaallah, mashaallah, amepata director. Tunaomba zawadi yake, ili kawe ni sababu ya kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mashaallah, tunashukuru sana Mwenyezi Mungu wa kui